Kitumia aina nane za vinywaji hivi utapona cholesterol kabisa. Aina ya kwanza ni chai ya Rosela, ambayo kinywa glasi tatu kwa siku unapunguza cholesterol asilimia kumi na mbili hadi asilimia kumi na nne. Ya pili ni juisi ya komamanga ambayo ina polyphenols zinazosaidia kuondoa cholesterol mpaka asilimia ishirini. Na ya tatu ni maziwa ya shayiri, au oat milk. Ina beta glucan ambayo inaondoa asilimia tano hadi kumi za cholesterol na nyingine ni juisi ya cranberry jusi ambayo haina sukari na huweza kupunguza cholesterol kwa kiwango kikubwa. Ya tano ni maji yenye limao na, na siki ya tufaa yani apple cider vinegar, na yenyewe ni nzuri kwenye kupunguza cholesterol. Na ya sita ni chai ya kijani yani green tea, ni chai ambayo inapunguza cholesterol kwa haraka zaidi. Na ya saba ni maziwa ya almond ambayo yanaondoa cholesterol kwa haraka na uzito mkubwa. Na ya nane ni maziwa ya soya ambayo yanaondoa cholesterol kwa haraka, ila njia ya haraka na ya rahisi sana ya kuondoa cholesterol ni kutumia tembe mbili za Choleduz Omega Supreme ndani ya siku tisini, kila siku, ndani ya siku tisini, itakusaidia kusafisha mirija kwa haraka, kuondoa cholesterol mbaya na kuacha mirija yako na afya ya moyo ikiwa sawa. Dozi yake ni miezi mitatu mfululizo, ila unaweza ukachukua kila mwezi. Na dozi ya mwezi mmoja ni laki na tisini na miezi mitatu ni laki tano na sabini. Nitafute WhatsApp kuanza dozi yako na komenti neno niunge kujiunga na grupu bure.